Katika kata ya Mkunya leo hii tupo kwenye mradi wa kujenga amani ambao umeandaliwa na shirika la Neworo, ambapo kie chake unaweza ukaita ni Newala Women Rights Organization. Hili shirika liko kwa ajili ya kutetea ama kujenga amani na usawa katika jamii yani, lakini swala so zima la ukatili wa kijinsia pia shirika hili linahusika katika kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia vitu ambavyo tumejifunza ni vitu vingi, lakini kwa uchache ikiwemo ni a, mambo ambayo hayakubaliki kwenye jamii, mfano unaweza kukuta ni ubakaji, ambapo mtu anamfanyia mtu mwingine anamwingilia kingono pasi na ridhaa. Lakini pia tumejifunza Uh, mambo ya uh, rushwa za kingono, endapo mtu au watu labda wamesoma kiasi fulani katika hatua ya kupata kazi, akienda ofisini anakuta bosi akiomba kazi, basi yule bosi huwa anamwambia basi ukitaka na mimi nikusaidie, na wewe utanisaidie kitu fulani, ili tuweze kusaidiana. Kwa hiyo inakuwa ni rushwa ya kingono kwa. Tukiwa kama wajumbe ambao tunatakiwa kufikisha ujumbe wa kwenye jamii Uh, ukibaini ama ukiona changamoto kama hii na kukumba, basi usisite kutoa taarifa katika ngazi za chini za no serikali. Unaweza ukaenda kwa mwenyekiti, unaweza ukaenda kwa mtendaji, lakini pia ukiona, uh, hali inazidi kuwa mbaya, unaweza ukawasili katika uh, kituo cha polisi ambacho kipo karibu yako. Lakini mimi kama kijana na vijana wenzangu, vitu ambavyo tumejifunza Tumegundua uh, kwamba ukatili wa kijinsia haukubaliki katika jamii, lakini pia unatakiwa kupinga, unatakiwa kupigwa vita kwenye jamii. Na ili ukatili wa kijinsia upigwe vita kwenye jamii uh, wanajamii wenyewe wanatakiwa kuwa na utayari, kwa maana wanatakiwa kutoa taarifa kulingana na, kulingana na changamoto au ukatili wa kijinsia ambao wameshuhudia kwenye maeneo yao yanayowazunguka. Lakini pia faida ambazo nimezipata kulingana na swala zima la kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia, nimejifunza mambo mengi ambayo naweza nikaenda kwenye jamii nikawaelezea na wakanielewa. Na moja ya mambo hayo ambayo nimejifunza ni ukatili wa kijinsia, naweza kusema pia ni, ni chanzo cha maendeleo duni katika jamii ambazo zinazizunguka. Jina naitwa Abdulrahman Bogo, ni afisa maendeleo ya jamii ambaye naratibu kikundi na mashirika asioka kiserikali kwa maana kwenye shiringii nakuja kama mratibu wa mashirika haya ambayo si ya serikali y mimi nataka kuchangia, sababu kwanza haya matukio kama tunako fahamu yapo katika jamii yetu, si ndio? Hatuwezi kusema kwamba matukio haya hayapo. Matukio haya yapo na yanatokea kwa kwa kiasi kikubwa sana, sema changamoto wakati mwingine nimekuwa tu ni namna haya, kwenyana, kwenyana ya kuyaripoti wengine, kwa niona kwa ninaoniana aibu na kuona kwamba wanaifanya mtongo wa karibu haya matukio, una matukio una kiasi, una kiasi kuyaripoti, lakini hapo kwa kiasi kwa kiasi kikubwa katika jamii yetu. Serikali inafanya nini angalau kuyapunguza au kuyamaliza haya matukio? Serikali inafanya mambo mengi kwanza kupitia maafisa wake mbalimbali imekuwa kutoa elimu kwa jamii kupitia vikutano, kupitia vituo vya redio, ndiyo vituo mbalimbali vya vya serikali au vituo binafsi, ama tona maafisa mbalimbali wamekuwa wakifanya kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu wakati unaweza kukuta mtu anafanyiwa kitendo cha ukatili naye hajui kama anafanyiwa kitendo cha a ukatiliwazia kwamba vile alizofanyia kitendo cha ukatili kwama sasa hivi makuta mwamko ni kuba kutokana na elimu ya kuvunduka mashuleni jioni kwenye jamii kwenye mkutano ya ya hadhara kwenye redio kacha kwamba kila mtu anaelewa kwa sasa hivi, kumbe kile kilifanywa ni ukatili, ni ukatili wa kijinsia. Lakini mke mtu anaweza kwa kutumia jambo la kawaida mungu mwanamke kumpiga mwanaume au mwanaume kumpiga mwanamke, mtakana ni labda ni mapenzi. Ndio zetu wa baadhi ya makabila, wao ilikuwa mtu usipo mpiga, mfano mwenyewe anasema kwa kuja kwa zamani, usipo mpiga mtu anasema kwamba au nipendi, kwa nini anipendi. Lakini sasa hivi sidhani kama kwa sasa hivi mtu atasema kupigwa ni kupenda. kwa wakilis, saibu, kupengu, kupengu. sababu elimu inafanyaje, imekuwa imekuwa. kwa majina anaitwa Sofia ya Maulidi, niko hapa kuwakilisha kikundi na baini. Katika kutembea kwetu mtaani tulikutana na changamoto nyingi sana ila nitaelezea tu mbili muhimu. Changamoto ya kwanza tulikutana na kukosa na nyingine kukosa elimu. Ikoje? Kwa mfano mtoto wa kike na kiume wote wanasoma darasa anasoma darasa moja, inafikia steji wanamaliza darasa la saba. Ila inafikia mda wote wamefaulu, baba au mama hususan kuseme baba anaweza akasema mtoto wa kike hawezi akaendelea tena na masomo, yani kisekondari kwa sababu hawezi akatogoa kwa kitu chochote, mwisho wake atapata mimba na kumsomesha mtoto wa kiume tendo la ndoa. Kwa akina baba majumbani, kama hawana pesa, akina mama wanawanyima tendo la ndoa maumezao kwa maslahi ya pesa. Sawa, mimi naitwa Elvis Son na Majojo. Ah, nafanya kazi na a gufo kama meneja miradi lakini pia nafanya kazi na washirika wenza ambao wanaitwa World. Tunatekeleza mradi ambao wanaitwa kujenga amani pamoja, kujenga amani pamoja, yeah. kujenga amani pamoja, yeah. na tunafanya kazi na wadau wetu wa karibu sana ambao wanaitwa Neoro Newara Women Right Association, ndio? organization kama sijakosea vizuri. Kwa hiyo tuko hapa leo kwa ajili ya mwendelezo wa shughuli ambazo aua tukizifanya na, na shughuli hizi zinajikita sana kuleta makundi ya vijana kwa jinsi ya kike na kiume, lakini pia na viongozi wa serikali tuko nao hapa. Kwa hiyo binafsi nimefajika sana kupata nafasi ya kuipo hapa leo, lakini pia kuweza kuleta salamu chache kutoka, lakini pia kutoka Tagufo na changamoto eza, amempoteza hata mume wake, aweze kuwa na uwezo wa kuitunza nini familia, awale watoto wale inavyotakiwa. Lakini sasa hivi sisi wanaume zetu, wakituwezesha amekupa biashara, umeanza kuona kwenye akaunti una elfu una laki mbili. Yeye bodaboda anategemea hadi inategemea na abiria, au kama ni mkulima, hadi achome mkaa tayari unaanza kumwonyesha nini dharau ye yeah, atakuruhusu kufanya biashara. Maana mnalalamika kwamba atupe fursa za kwenda kufanya biashara, wa baba wengi wanasema wanaogopa. Leo hii unaenda kule na wanafiki kule, kuna wafanya biashara wale wakubwa wakubwa wale, maana nakuona na mtoto mzuri, unakuaje? mitandio ya elfu mbili mbili, shika hii, kanue mtandio elfu ishirini na nunua. Anakuvuta tu taratibu. Hey, yule baba ana roho nzuri jamani, hapo haja kutongoza eh? Unafanyaje biashara? yes, <mimilio> ya nyanya, kaa na watu upate vizuri, anakuongezea mtaji wa laki mbili. Je, siku akikuomba, tutamkatalia? Yaani tuangalie mazingira yanayopelekea kujiingiza kwenye nini, matatizo. Yaani mtu ujamfanyia kazi akupe laki mbili, nawe unaipokea kwa mikono miwili, baadaye kweli unaanzisha biashara inakuwa kubwa lakini tayari heshima kwa mume wako haipo. Unaona mume wako kumbe alikuwa ananipotezea tu muda. Atolea kisamkasa kimoja, mama alikuja kudai nini? Talaka, wen ugonvi umetokea, amefanyiwa ukatili wa nini? Kipigo. Yule baba anasema nimempiga kutokana na nini? Kauli. Nimesema nini? Kauli. Yaani tuone visababishi ukatili, kwa nini unatokea. Mwanamke huyu amebadilika, analalamika tu na maisha magumu. Hapo ana watoto wangapi? Watatu. Wamejenga ka nyumba kwa Mwenyezi Mungu wamewasaidia, chumba, sebule na kichumba cha watoto. Mwanaume naye akaona hizo lao zimezidi, si hasira yani, si binadamu tumeumbiwa nini hasira? Sasa mwingine ndio mwana akamwambia ngoja nimwadhibishe, bahati mbaya akapiga ngumi kwenye jicho likadhimu yule mama akaenda kituo cha polisi, tumempa PF3, ameenda huko. Ile ni wana watoto, mwanaume akaomba msamaha, mke wangu nisamee. Mama anachosema yani, mimi bila talaka tajiua. Yani yeye angalii kwamba labda atoa nyinginezo za vipu kukomesha vile vitendo vya vipigo, anachotaka nini? Talaka. Nikamuuliza, mko dai talaka, unafikiria hawa watoto ambao bado wadogo, wataenda kuishi mazingira gani? Umesema mamako mzazi ameolewa na baba mwingine, yaani huyo mama mamake kaolewa na baba wanachumba na nini. Kwa hiyo ile siku ya ugomvi alienda kulala sebleni kwa mama wake, wakati mamake yuko chumbani na bwana, yeye yuko sebleni na wale watoto wadogo. Leo hii anadai talaka, akawe analala sebleni, wale watoto wadogo watakuwa salama? E, lakini muda mwingine na sisi tunapotoa ushauri, tunampa na mtu nguvu yake. Yule baba tukakaa naye tukamfanyia ushauri na saa akatuelewa, tukamwambia kwa hiyo utakapobidi kumpatia talaka fata taratibu siku na ile mnatoa sijui talaka moja, baadaye anatulia anaweza kafikiria nini. Amekaa miezi kwanza, mimi nishamjua tu nikakaa naye pembeni nikamwambia umepata bwana anacheka hapa, ndio umejiwaje. Umenielewa eh? Mzuzua, ataki ndo anamzuzua, maana hataki nini. Ndo siku ananipigia uni, nimeamua tu nirudi kwa mume wangu, maisha magumu. Kwa hiyo sasa, kina dada na sisi hata shoga, hapo anapokuja bwana wangu namwacha, sijui maisha hivi na hivi, usimwambie aondoka tu, shoga wangu, utapata wanaume wengine. Tuangalie madhara, ile sababu anayotoa ya kumwacha yule mume ni halali? Je, wale watoto wamefikiria, tukiachana watoto wataenda wapi a